Ito, anodi John napaiki kijiweni hapo Manyara, ya ajali, mimi nimeishuhudia machoni mwangu, ya ajali, mimi nimeishuhudia, yani Noah ilikuwa inatokea, ipo juu, ipo kibati, yani hiyo kibati, kwamba ilikuwa ipo inakimbia, na rafiki yangu, Noah ilikuwa ipo upande ule wa kushoto, ambaye alikuwa anapanda. Lakini mimi kitu ambacho nimekuja kuona na nimekuja kutambua kwamba ni rafiki yangu, Noah wakati huo, tarehe mfahaje, yuko hapo chini lakini mwisho wa siku hapo hivi ni ile Noa ilikuwa ipo kasi, na ndio maana ikuwa mfayaji imemfanya mbaya hivi. Hapa tulipo ni Babati, Manyara, tuko barabara ya Arusha Road. Mimi kwa majina naitwa Fredrick William Mwale. Na ajali hiyo iliyotokea imehusisha ime ime ime pikipiki na gari aina ya Noa, gari inayopakia abiria kutoka Babati kwenda Galapo na pikipiki hii hapa ni pikipiki ambayo inahusisha kazi za maafisa usafirishaji. Hivyo basi rai yangu mimi kwa madreva wa vyombo vya moto pikipiki piki magari tujaribu kuwa makini, naona ajali zimekuwa nyingi sana. Ni jana tu asubuhi ajali imetokea kwenye hii barabara, ila kwa bahati nzuri ile ajali haikuua mtu, alivunjika mguu. Kwa hiyo rai yangu mimi kwa madreva maafisa usafirishaji na madreva wa vyombo vya moto magari haya, tujaribu kuwa makini barabarani. Hata ukimwona mwenzako kidogo kakosea, kwa sababu wewe ndio uko kwenye nafasi yako, siseme mimi niko kwenye saiti yangu, jaribu kumpa naye nafasi ya kujitetea kwa, na, kwa mara nyingine, kwa sababu ajali nyingi zinazotokea, watu wa magari wanakuwa wana wanatuonea sisi maafisa usafirishaji. Nasema mimi niko kwenye saiti yangu, hamna mtu mwenye saiti barabarani, ila tu pale unapoona mwenzako ukakosea, unajaribu kumrekebisha, hata unasimama kabisa. Kwani ukisimama ni zambi? unatakiwa usimame ili umpishe, ameshakosea amekosea. Sasa unapomwekea mtu bodi, ni kama vile unatumia ubabe barabarani, kwa sababu unajua huyo atagonga gari, mimi nitakuwa mzima, lakini biashara yake imeisha. Kama sasa hivi tunavyoongea, tayari tumeshapoteza nguvu kazi ya taifa. Kijana ndio hivyo amelala, hatuko naye tena, na yule aliopelekwa hatujui, tunamwombea tu kwa Mungu awe sawa, lakini ndo tayari hivyo. Ila rai yangu nizungumze hadharani, siogopi chochote kile. Jeshi la Polisi, tunaomba ma tunaomba mwe mnatusaidia panapotokea matatizo kama haya. Ajali imetokea saa kumi na moja sasa hivi ni saa kumi na mbili asubuhi, tunasubiria gari, mwili umelala hapo chini, tunasubiri gari, tuko katikati ya mji. Je, ingekuwa imetokea ni nje ya mji, mtu anaweza akakaa siku nzima hapa. Tuko katikati ya mji, kutoka hapa kwenda polisi kuna haifiki hata kilomita moja, lakini gari ya polisi tunasubiri, na magari yapo ya kutosha. Watu waambie tatizo ni nini? Imefika ni, ni, ni tayari, ajali imeshatokea na watu wote wawili tayari wapo chini, ni, wa, ni mama na kijana wao. Tukambeba ndada, tukambeba huyo mama, tukampeleka hospitali tumefika kama dakika mbili tukaambiwa naye tayari ashafariki dunia. Tukarudi kutoka kule mpaka hapa kwenye eneo la tukio, japo kwa majina mimi siwajui. Kama wana, kama mwana, kama mwananchi, ajali inapotokea tuwe n yani, ajali inapotokea kwanza tuwe yani, tule na ule utayari wa kumsaidia uhai wa mtu, ingawa bado yupo hai, tumwaishe hospitali na utaratibu mwingine wa kiserikali ufuate, kwa sababu tumefika hapa hivi yule mama bado hata yani bado kuna, wa, kuna punzi kidogo, lakini watu sasa kuvutana vutana mpaka mtu amekuja kufariki dunia, bado tuko hapa na, alipasa, uh, agirama, inajani, inajani, inajani. Ah, yule mama alipasuka kuanzia, yani kwanza mikono yote miwili imevunjika na huku sehemu za siri zote amechanika na damu ikawa ina mtoka Eh, baadaye sasa tukambeba bajaji tukampeleka hospitali. Eh, kama dakika tano hivi tumepewa majibu kwamba mwenzetu tayari ameaga dunia. No, lakini kwa sasa sina taarifa yote ya kukwambia, lakini ni kweli yo, eh, gari aina Noa imegongana na pikipiki lakini kwa sasa siko tayari kutoa taarifa yote mpaka hapo baadaye, nadhani nitakuwa na taarifa za kutosha kukwambia.